Mapambano ya Zawadi. Katika kijiji cha milimani cha Kileo, kila mtu alimjua Zawadi kama msichana mpole na mkimya. Hata hivyo, chini ya ukimya huo kulikuwa na moyo wa simba. Mwaka huo, ukame wa kutisha ulikigubika kijiji na kisima cha pekee kilikuwa kimekauka. Wazee walikata tamaa, wakidai kuwa mizimu imekasirika na hakuna njia ya kufika Chemchemi ya Juu kwa sababu ya miamba hatari na misitu minene. Zawadi hakuweza kuvumilia kuona watoto wakilia. Alfajiri moja, bila kumwambia mtu, alifunga mkoba wake na kuanza safari. Alipanda miamba iliyoteleza na kupita katikati ya miiba iliyomrarua ngozi. Mara nyingi aliteleza na kuanguka, lakini kila mara alijikumbusha, ujasiri si kutokuwa na hofu bali ni kusonga mbele licha ya hofu. Baada ya safari ya siku mbili, alifika kwenye chemchemi ile ya siri. Kwa kutumia maarifa aliyojifunza kwa babu yake, aliondoa mawe makubwa yaliyokuwa yameziba njia ya maji kutokana na maporomoko ya ardhi. Maji yalianza kutiririka tena kwa kasi kuelekea kijijini. Aliporudi, kijiji kizima kilikuwa kikishangilia maji yaliyokuwa yakitiririka kwenye mifereji yao. Zawadi hakuingia kwa mbwembwe; alirudi nyumbani kwake na kuchukua mtungi akatabasamu. Alikuwa amethibitisha kuwa ujasiri hauhitaji sauti kuu, bali vitendo vyenye nia thabiti. Tangu siku hiyo, jina la Zawadi likawa ishara ya ukombozi kwa watu wa Kileo.